Well, well, well, mambo ni mengi mda ni mchache. Sasa leo nimewasogezeeni ma EX wa nne wa Haji Manara. Sio wa huko nyuma sana aini kama kwenye 2019 hivi. Wa back huko sijawachukua, mimi nawachukua hawa tu watoto wabichi wabichi hao wa kutoka 2019 mpaka 2025. Okay. Hawa ndio wake wa nne wa Haji Manara. Tunaanza na huyu hapa, bibi anaitwa Nahida Abdallah. Siwezi kusema huyu ndio mke wa kwanza moja kwa moja, no, ata alikuwa na mke mwingine huko nyuma, lakini katika kuwajua sana sana, huyu pia alitamba naye wakati kamuoa Huyu bibi Nahida Abdallah katamba naye na wakaachana hapa, sababu we don't know the exactly reason, lakini itakuwa mambo hayo hayo tu, bata kala kama kawaida, kama wengine ukiingia kwa Haji Manara lazima ule bata, yaani utakula bata utakula kuku kwa mrija. Kwa hiyo kaenjoy time yake ilivyomalizika akaenda Yeah, I don't know exactly the reason ilikuwa nini, lakini yapa huyo kaachana naye. Haya, akaja kwa huyu hapa, Bi Rubina Salo. Ya yeah, Rubina kamuoa, harusi ikatamba, katamba naye kama mnaona wasanii wapo hapo, kina weba I mean, kina um, kina Hamisa Mobeto ya yeah, wasanii mnaona hapo walihudhuria harusi ya Bi Rubina Salom, okay, wakati yuko na Rubina akaenda kuoa Rushaina. Huyo wapo Rushaina, kwa hiyo walikuwa wako pamoja, Rubina na Rushaina walikuwa wako pamoja na Haji Manara. kwa hiyo hapa alikuwa ana wake wawili at the same time. Hiyo kiislamu it's fine, inaruhusiwa mpaka wake wanne ya yeah. Lakini yule hakukaa naye muda mrefu, akaenda kumwolea mke mdogo Rushain anaye kaka naye wakatamba, and uh, the good thing, walikuwa like communication mke mkubwa na mke mdogo ilikuwa iko vizuri. Kuna some pictures zipo hapa, nitaonyesha wamepiga pamoja, wanaonekana wako pamoja wenye furaha. Kwa hiyo haijulikani exactly, kila mtu ndani ya nafsi yake alikuwa anajisikia vipi, lakini they were good together ya walikuwa vizuri wote wawili, mke mkubwa na mke mdogo. Mwisho akaenda kuoa huyu hapa sasa, ambaye ndiyo the the ex the current ex. Nani huyo? Zeilisa mwenyewe, twiga wake. Huyu ndiyo current ex, siyo current wife. Huyu ni current ex maneno mengi sana yamezuka, yame, yame juzi hapa kishindo tu cha jana, na ndo imekuwa the end of this marriage officially, wamepeana talaka, wamemalizana. Huyo ndio Haji Manara na hao ndio wake zake. Okay, subiri ni warudisheni nyuma kidogo hapa kwa wake zake hao wawili, yeah. Okay, wakati yuko na Rubina akaenda kuoa Rushaina, kwa hiyo wakawa wako pamoja, wakawa wanaelewana fresh, kama mnavyowaona hapo, wana wakaenda vacations, wako pamoja, wanakula bata pamoja. Wake zake wawili wote hawa hawatengi like huyu yuko hivi yuko hivi. Kwa hilo alijitahidi kuwaweka hawa wanawake wawili pamoja, and mpaka nao hawa wadada wawili ni marafiki mpaka sasa hivi, hawa ni marafiki. So baada ya kuachana na Haji Manara, wao wakawa still wako pamoja, wako wako close, yani wako marafiki. Mpaka kwenye harusi ya Hamisa Mobetto walionekana wako pamoja, wakateke video wote, wakawa wanacheza wote. Okay, sasa Roshaina aliachana naye wakati bado yuko na huyu mke wake wa waniseme, wa pili kwenye hii list yangu nilioweka. Roshaina akaachana naye, mnakumbuka? Maneno pia yalitokea mengi, walikuwa sijui wako si ni Dubai kule, ikatokea la kutokea. Roshaina kasemekana, si ikatoroka katu... inasemekana alitoroka wakati yuko Dubai, sijui alikuwa na mwanaume mwingine hivyo hivyo kama hii kesi ya ya Zeilisa, wakaikiana maneno kwenye kwenye wapi, Instagram ya yeah, maneno mengi sana walitoleana ya yeah, mara nani rusha ina jeuri nini, yani maneno mengi yalikuwa yamesambaa, yeah, huko mtandaoni, mwisho wa siku ya yeah, hivyo wakabaki ma ex, wakabaki wanachukiana, wakabaki wanatoleana madongo huko mitandaoni na mpaka hii ishu ilipotokea ya nani huyu, ya Zelisa Roshaina kaonekana kuwa amefurahi sana eh, kaonekana amefurahi sana na akaweka hii posti kwenye insta yake, hiyo posti ndio aloweka kwenye insta story yake, na akaandika hapo tumefurahi sana, na laughing emojis kazijaza pale nyingi, kwa hiyo inaonekana kuwa amefurahishwa na hichi kitendo cha nani Haji Manara kuachana na Zailisa. well, after kuachana na Roshaina akarudi akabaki sasa na mke wake huyu Robina, mke wake wa pili kwenye hii list yangu niloiweka, ambaye alimuolea mke aliyemolea mke mwingine ambaye Roshaina. So alivyoachana kule na Roshaina akakaa akatulia na mke wake huyu wa pili na akamwomba msamaha akamwagia sifa nyingi sana pale kwenye Instagram, eh, kwamba yeye ni msikivu, hamtolei maneno, hamjeuri, anaheshimu familia yake na amezaa naye huyu mtoto mmoja. Ya huyu Robina Salum kazaa na Haji Manara mtoto mmoja. Okay, wakaja kuachana kimya kimya. Huyu dada yeye anaonekana si wa mitandao, si mtu ule wa kutaka maugomvi ugomvi. Kwa hiyo yeye alivyoachana hakukuwa na maneno Instagram kama yale yaliyotokea kwa Roshaina na Zeilisa. Huyu dada bwana, kama mnavyomuona huyu dada ni ana tabia za kizungu, kwa hiyo hajataka yale mapurukushani, kutoleana maneno, kutoleana aibu za ndani, especially mtu kazaa naye. Kwa hiyo yeye hatujui kilichotokea kitu gani, lakini wameachana kimya kimya. Okay, tuende sasa kwa Zeilisa. Well, Zeilisa alikuwa na ndoa ya kwanza aka aka aka wakaachana, aka akawa na ndoa ya pili na Dula Makabila pia wakaachana. Alivyotoka dula kwa Dula Makabila hakukaa sana, akaanza mahusiano na Haji Manara mahusiano hayo yalipelekea kufunga ndoa. Wakafunga ndoa kimya kimya, tukaona tu kwenye mitandao tule, hey, kweli wameoana kweli ama kiki? But the truth is walioana, na show off zikawa nyingi sana mitandaoni, kwenye parties, kwenye nini, wanatoka wote wamevaa, wamependeza, kama mnaona kwenye hizo pictures na bata alikula Zeilisa kalabata sana kwa Haji Manara, ametembelea nchi mbalimbali mbali na Haji Manara. Kwa hiyo um, Zeilisa tu kwa Haji Manara ah, Bata kadira. <laughs> kama ni pesa basi kaitumia ya. Nimeshangaa kwa nini Zeilisa anaklaim ana Haji Manara, si zile nguo alikuwa ha, ha, hamuhudumii yeye lakini ukiachia mbali mambo ya nguo hayo, eh, sisi wenyewe tumeona kwamba maisha mazuri kayala, tofauti na huko nyuma alivyokuwa, labda na Dula Makabila au vipi? So kwa Haji Manara wenyewe tumeona kala maisha and uh, hayo manguo mazuri mazuri hapo mnayoyaona yeye kaklaimu katika Mm, katika nini zake, niseme malalamiko yake za Elisa kwamba Haji Manara anamwambia ana kwamba kaja kwake alikuwa na kipedo, hata namba ya NIDA hana, passport, hana e. Na yeye akamjibu kwamba hizo nguo zote zilizotoka kwa Ana Collection kwa Chris na wengine wengi kawatag, alikuwa tu anawafanyia branding yeye, hajatoa hata senti yake Kuhaji Manara hajatoa senti yake kwa Zelisa katika zile nguo nzuri nzuri ambazo tulikuwa tunaona kwenye mitandao ya kijamii ya kama nilivyosema, yeye ni kama Roshaina, hakuachana kwa wema na Manara, wameachana kwa maneno na kudhalilishana. ich ni kitu ambacho si kizuri eh. Huwezi jua kesho na kesho kutwa mnaachana halafu Imetokea just in a short period na issue imekuwa so big. Juzi tu hapa kwenye kitchen party gala tumeona wame take picture, wame take video pamoja, alafu leo hii from nowhere penzi limeburungunjuka mm. Kwa hiyo hii kidogo haijakaa sawa, ya na haji Manara. Kama mmeona jamani, hao wake zake anachagua pisi pisi za kwenda e, watu wa kueleweka, ili hata akitoka naye hivi kwenye hadhara ya watu anaonekana yes, huyu katoka na mtu huyu, katoka na mwanamke. Kwa hiyo anachukua pisi za kwenda, ila ndio hivyo, wana turn out to be hivyo, hajulikani shida yupi hasa. Wanawake sawa, wanajulikana tabia zao midomo midomo mingi labda, lakini claim au wana claim kama Zailisaka claim kwamba alikuwa anamfuatafata mtoto wa dada yake, mara anamshikashika, e, anatoka na ma house girl. Kwa hiyo haiko clear kwamba hii ndio tabia ya Haji mpaka wake wanaondoka kwake, ama ni vipi? E, na Haji mwenyewe anasema kitu anachothamini kwenye maisha yake, anachokiweka namba moja ukimtoa muumba wake, basi ni wazazi wake na watoto wake. Yani all in all, ni familia yake ndio kaipa first priority. Kwa hiyo ukileta ujinga na hao basi utakuwa umeharibu. Na Haji naye pia ka claim kwamba Zelisa alikuwa anamnyima mwanaye chakula ndo maana mambo yakawa mengi e. Ila ndugu jamani, mnaoishi na ndugu angalieni huko, wasija wakaharibia ndoa zenu, kwa sababu hapa tukiangalia kilichoharibu hii ndoa ni ndugu kwa Haji Manara na ni ndugu kwa Zelisa. Huyu ndugu yake ikaleta shida kutaka Haji Manara kumtaka na yote ni kwa sababu za Elisa kakubali ka ndugu aje kukaa kwake, na ukiangalia Haji Manara naye watoto wake. Kwa hiyo ndugu pia wamechangia hii ndoa kuvunjika. Sasa basi, tukai tukisubiria mke atakayefuata wa Haji Manara atakuwa nani, kwa sababu hatachelewesha jamani, mnamjua Haji Manara, hacheleweshi Yani ye kwake nibandika bandua, toka mtu ingia mtu <laughs> acheleweshi, hataki kuzinizini eh. pesa anayo, na anatamba nayo. Kwa hiyo hapa we need to wait for the next wife of Haji Manara, atakuwa nani? Tutulie tuone mchezo unavyoenda, ila ka ukijua miezi haitakatika atakuwa kashapata jiko lake jipya alafu, pisi kali. Kama mnavyoona, hachukuagi vitu vibovu vibovu, anachukua pisi za kwenda, pisi kali eh. Kwa hiyo tusubirie tuone jiko jipya litakuwa jiko gani? mm. mnaona hapo wenyewe eh, pisi hizo eh hizo imeanza hii, imeanza nyingine, nyuma sijaiweka tu hapa. Imeanza hiyo na bill kaja huyo Robina eh, <laughs> kaja Rushaina, Rushaina akafatia Zelisa, so we wait for the next bride dho kwa Haji bwana, kuna kitu kinaitwa masimango, yaani anakupa kitu lakini <laughs> lazima mkiachana atakusimanga nacho. Mmeona kama kilichotokea hapo kwa Zelisa, naambia kupata passport, kupata nini, isipokuwa mimi mimi ndo nimewawezesha hayo. Ni kweli lakini, ana hicho kitu, lakini si kitu kizuri sana ku, ku, kujisifu kama wewe ndo umewampa mtu maisha au vi, kwa sababu tayari inaonekana, inajulikana. Kwa hiyo ukienda kwa Haji ujitayarishe na masimango. Okay, guys, usisahau kusubscribe, like, and comment, weka notification yako on ili usipitwe na update nyingi sana kwenye hii channel.